Mwisho kabisa nimeona watu wanasema o oh, president amepeleka data ya health data kule ng'ambo kwa ati US ati mama mpaka wanajua kama unatoka etete hapa, wanajua mpaka penye unaishi. Shida iko wapi? Saa hii wanaleta wa shilingi bilioni mia mbili isaidie nyinyi matibabu hata mimi US President akijua penye naishi, iko shida gani? Kwani Trump atakuja kuniua hapa? Hii watu wengine wana akili hiyo. Opposition wamechanganyikiwa, pesa inakuja Kenya kufanya kazi, kutibu hao watu, kuleta vifaa kwa hospitali eh, kuimarisha sekta ya afya. Mtu anasema ukichukua oh, data ya Savula upelekee US President, US President atafanyia nini? kwani mimi nitaishi milele yeah? Mimi pengine nitafika tu miaka 103 hapo, kwa sababu nilipatizwa kwa sababu lipatizolivajorotanans ne taishi pmanent ndio hivyo. So tukubaliane, hii bilioni 200 yenye US government alete Kenya, tuache siasa ya upuzi, siasa ya kusema vitu ya data sisi tukubaliane hii pesa inakuja kusaidia Wakenya, okay. yeah. na sisi tuna support William Samoei Ruto, lete hiyo pesa, ilete vifaa kwa hospitali zetu. Watu watibiwe, tuwe na afya njema. yeah. siasa ya upinzani waachana, wachana nayo yeah. so si tu support Mheshimiwa Fernandez Baraza, gavana wetu yeah. yes, tu support William Ruto yes. Tusa. Tusa. Tusa. Tusa. Tusa. Tusa.